Habari marafiki, leo tuzungumzie matibabu bora ya makalio ya ndege. Kwa hivyo wacha tuanze na kile ambacho ni ndege. Ndege ni necrosis ya mishipa kwa maana rahisi, ndege ina maana ya kifo cha tishu mfupa kutokana na ukosefu wa usambazaji wa damu. Wakati utoaji wa damu kwa kichwa cha fema sio kawaida, polepole kipindi cha muda huenda katika kuanguka na arthritis. Kichwa cha fima kimsingi ni mpira, sehemu ya mfupo wa fima inayoyunga nusu moja ya kiungo cha nyonga. Nyonga yetu kimsingi ni kiungo cha mpira na tundu. Kwa hiyo tundu linaundwa na muundo unaoitwa acetabulum na mpira unaundwa na kichwa cha femla. Kwa hiyo kichwa hiki cha fima kinapopata nekrosis ya mishipa kinavunjika kabisa, kinaporomoka na hiyo husababisha ugonjwa wa baridi yabisi kwenye kiungo cha nyonga ambao husababisha maumivu na usumbufu kwa mgonjwa. Kwa hiyo tunapozungumzia matibabu bora ya AVN, kwanza kabisa tunahitaji kuelewa nini husababisha AVN. Kwa hiyo AVN inaweza kusababishwa na matumizi ya muda mrefu ya steroid au unywaji wa pombe kupita kiasi au jeraha la zamani la nyonga au kuvunjika kwa mfupa au wakati mwingine magonjwa ya damu kama sickle cell, sickle cell yanaweza kuisababisha au ugonjwa wa kinga mwilini au ugonjwa wa kimetaboliki au wakati mwingine hakuna sababu inayojulikana. Kwa hiyo tunapozungumzia matibabu bora ya AVN kuna mambo machache yanayoweza kubadilishwa na mengine ambayo hayawezi kubadilishwa. Mambo yasiyoweza kubadilishwa ni pamoja na vitu kama ugonjwa wa sickle cell au ugonjwa wa kinga mwilini ambapo huna uwezo wa kudhibiti ugonjwa huo, lakini kwenye mambo yanayoweza kubadilishwa, tunayo mambo kama matumizi ya pombe au steroidi kwa hiyo kama unaweza kuepuka pombe au steroidi, basi hakika unaweza kuhakikisha nyonga yako inabaki salama. Kwa hiyo upande wako, hupaswi kunywa pombe, hupaswi kutumia steroidi na bila shaka unapaswa kuepuka kuvuta sigara, kwa sababu hiyo pia inapunguza usambazaji wa damu. Sasa tukija kwenye matibabu ya AVN, kuna hatua nne za AVN. Hatua ya kwanza ni pale tu MRI inapoweza kugundua, na mfupa bado uko mzima, umbo na muundo wake bado vipo sawa. Ya pili ni pale hata X-ray inaweza kugundua mabadiliko fulani, yanaanza kutokea. Hatua ya tatu ni pale mfupa unapoanza kuporomoka. Hapa ndipo maumivu yanaanza, ukakasi unaanza na mgonjwa anapata usumbufu mkubwa katika kufanya shughuli za kila siku. Hatua ya nne ni pale ambapo kuna uharibifu kamili wa kiungo au hypothritis. Kwa hiyo tunapozungumzia matibabu bora ya AVN huanza nyumbani kwako. Unapaswa kuepuka sigara, kuepuka pombe na kuepuka kutumia aina yoyote ya steroidi. Sasa mgonjwa akiwa katika hatua ya kwanza au ya pili, tunajaribu kuokoa kiungo cha nyonga kwa hiyo tunachagua njia kama kumpa mgonjwa dawa za kuongeza mtiririko wa damu, tunamshauri apunguze uzito, tunamshauri afanye mazoezi ya, ya viungo na mazoezi ya nyonga mara kwa mara. Pia pamoja na hayo, wakati mwingine tunampatia mgonjwa upasuaji unaoitwa core decompression, ambapo tunatoboa shimo dogo kwenye sehemu ya shingo ya mfupa wa paja kwa matumaini ya kuongeza mtiririko wa damu kwenye sehemu ya mpira, yaani kichwa cha mfupa wa paja. Sasa kuna mabadiliko mengi ya upasuaji wa core decompression. Wakati mwingine tunaweka mfupa wa kupandikiza, wakati mwingine tunaweka seli shina, wakati mwingine tunatumia PRP na wakati mwingine tunatumia uboho wa mfupa. Hivyo hizi zote ni mabadiliko ya upasuaji wa core decompression kwa matumaini ya kuokoa nyonga ya mgonjwa, ili AVN isiendelee zaidi. Lakini wakati mwingine licha ya jitihada zetu bora na matokeo mazuri, AVN inaendelea na inaweza kufikia hatua ya tatu au hatua ya nne ya AVN. Kwa hiyo, tunapokuwa na AVN ya hatua ya tatu au nne, basi matibabu ya kawaida yanaweza yasiwe na msaada, kwa sababu mgonjwa anapata maumivu makali kutokana na ugonjwa wa arthritis. Hii inaathiri kutembea kwake, kukaa na hata kulala harakati za kiungo zinapungua sana. Kwa hivyo, katika hali kama hizi tunafanya upasuaji wa kubadilisha nyonga. Katika upasuaji wa kubadilisha nyonga, tunabadilisha mpira pamoja na soketi, sehemu ya kiungo cha nyonga. Kiungo hiki kipya kinatembea bila maumivu na mgonjwa anaweza kurudi kwenye maisha yake ya kawaida. Kwa kawaida hufanywa kwa njia isiyo na uvamizi mkubwa, siku hizi kupitia kidonda kidogo na kwa njia hii mgonjwa anaweza kurudi kwenye maisha yake ya kawaida. Kwa wagonjwa vijana tunapendelea kufanya upasuaji wa kubadilisha nyonga bila kutumia simenti, hivyo matokeo yanakuwa bora, na kama kutahitajika upasuaji wa marekebisho siku za usoni, inaweza kufanyika kwa urahisi zaidi. Kwa watu wa umri mkubwa tunaweza kutumia sehemu yenye simenti moja kwa moja pia. Kwa hiyo kama unateseka na tatizo la AVN hip, kwanza kabisa epuka kuvuta sigara, epuka kunywa pombe, muuliza daktari wako, acha kutumia steroid kama inawezekana. Na ikiwa unaweza kufanya mambo haya kwa mwisho wako mwenyewe, basi unapaswa kutembelea daktari wako ambaye atakushauri mstari zaidi wa matibabu kulingana na hatua gani ndege yako ni. Asante.